Ni chuo kilichojengwa zaidi ya miongo minne iliyopita, lakini leo kinatajwa kama muhimili muhimu wa kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi wa kimataifa. VETA Moshi sasa kinatajwa miongoni mwa vyuo viwili pekee nchini pamoja na VETA Dodoma vinavyotoa mafunzo ya ufundi stadi yanayotambuliwa wa kimataifa. Chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani, serikali ya Awamu ya Sita imeongeza uwekezaji katika sekta elimu ya ufundi stadi kwa kujenga vyuo vipya kuimarisha miundo mbinu na kuweka vifaa vya kisasa vya mafunzo. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Ameir, wakati wa ziara yake chuoni hapa, amesema jumla ya vyuo mia sita na hamsini vya VETA vimejengwa nchini, vikiwemo sitini na nne vilivyopo katika ngazi ya wilaya, huku uwekezaji huo ukiweka msingi imara kwa vijana kupata ujuzi unaohitajika kitaifa na kimataifa. Uwekezaji huu ni pamoja na uwekaji wa vifaa vya kisasa vya mafunzo na kuimarisha miundo mbinu ya kufundishia na kujifunzia na ujenzi wa vyuo vipya vya VETA 65 ikiwa 64 ni katika ngazi za wilaya na kimoja cha mkoa wa Songwe. Uwekezaji huu umeweka msingi kwa vijana kupata ujuzi unaohitajika katika soko la ajira ndani na nje ya nchi. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha VETA Moshi, mwandishi lupakisio mapamba amesema hadhi ya kimataifa ya chuo hicho imetokana na uwekezaji katika teknolojia, mitaala ya kisasa na ushirikiano na taasisi na makampuni ya nje ya nchi. Ambao imesikia aka inatembelea eneo la makarakana, kuna wale walioajiriwa ndani ya nchi, lakini kuna wale walioajiriwa nje ya nchi, na taarifa za Mauritania, pamoja na DRC Congo. Lakini pamoja na la hiyo, chuo ni kama kimevuka sasa, kimeenda kwenye kime daraja yingine tuna wanafunzi sasa hivi tuna wanafunzi sita ambao wa wa Kenya, kwa maana wa, wa, wa nchi ya jirani wameanza kuona fursa zilizoko Tanzania, ambao wamekuja kusoma hapa ili kuongeza ujuzi huo ambao umeelezwa. Tunajivunia vijana ambao wanaotoka hapa, kama walivyosikia, kuna vijana wanaotoka hapa wanaenda nje na wapo, sio kwamba tunasema sema wa kutafuta, wapo. Na vijana hao pia wanajivunia kutoka katika mafunzo ya ufundi stadi nchini na kwenda kufanya kazi kwenye hizo nchi za nje. Kama ulivyosikia kuna vijana wako Mauritania, kuna vijana mbunge. Wa jimbo la Moshi mjini, Ibrahim Shayo amesema ziara hiyo imemfungua macho kuhusu ukubwa wa uwekezaji uliofanyika chuoni hapa. Sikuwahi kupata bahati ya kuingia undani, lakini leo naomba nikiri mbele yako Mheshimiwa Naibu Waziri, nilichokikuta ndani sikutegemea mzoea <tumabu> mtu mmoja anaitwa Onesti hapa Ribwari ndio tumemzoea, Moshi nzima tumemzoea. Kumbe leo nimeona yule bwana tulikuwa tumemwona maana, kumbe leo ni asilimia moja yani, hata moja hata moja. Tumeona vitu vingi, tumeona mambo mengi. Tuombe tu veta veta, tuwaombe vile vitu ni vikubwa sana, nimekuambia metengeneza wataalam mpaka wako nje ya nchi, ni kazi kubwa sana. Niwaombe tufanye matangazo kwa serikali ya awamu ya sita. Uwekezaji katika VETA ni mkakati wa muda mrefu wa kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi, ushindani na mchango katika uchumi wa taifa. Kwa vijana wa Tanzania, ujumbe ni mmoja tu: fursa zipo na VETA Moshi linaendelea kuwa daraja kuunganisha ndoto zao na soko la ajira duniani. Dickson Busagaga, Clouds TV Moshi.